Mbunge wenu ni mchapakazi amefanya kazi kubwa, anamsaidia kazi Rais Samia Suluhu Hassan na, na fape, kwa kweli amekuwa msaada kwa mheshimiwa rais, na nimeombee radhi anapokuwa hapatikani, mkubaliane na mimi kwamba anatumika sehemu zingine Samia Suluhu Hassan ameelekeza pesa nyingi za maendeleo katika wilaya ya Ruangwa katika mkoa wa Lindi, lakini wakati huo huo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akiwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, lakini wakati huo

kufanya biashara yoyote ya mazao ni waongo, ni wanagai, na mambo yao nimeshayajua, nitawasema huko mbeleni, naendelea kukusanya ushahidi. Kwa hiyo muakuzi, zile zilikuwa asira za kukosa watu wame